Fursa hii kuwashukuru wote mliojitokeza hapa kwa ajili ya jambo hili la heshima kabisa la kituo chetu cha afya cha Mwakibete kupata gari la kubebea wagonjwa. Kwa hivyo, ninawashukuru ninyi kwa kuja, kwa sababu mmeonyesha kweli kwamba gari hili kuletwa hapa Mwakibete ndio palikuwa hasa mahali panapotakiwa kuleta kwa kule. Kwa sababu imeonyesha kwamba kweli uhitaji upo na wananchi mmefurahi kwamba gari inafanya nini, inakuja kukabidhiwa kwa sababu kwa kawaida jambo kama hili huwa linaga watu wengi kivile, yani utaziona tu picha picha, lakini nyinyi mmejitokeza kwa kuona umuhimu wa jambo hili. Sasa niungane na wale waliozungumza kuhusu kutoa shukurani kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa sababu hapa anayeweza kupokea salamu zake ni mimi kwao, nimezipokea kwa niaba yake na nitamtikishia, lakini mimi kama mwakilishi wenu, wacha na mimi niseme kwamba kazi zilizofanyika hapa Mbeya mjini hapa kata ya Mwakibete zilizofanywa na Dr. Samia hazina mfano, lakini tunasubiri muda wa hesabu. Huko tutaorodhesha shule ya sekondari mpya, shule ya msingi mpya, shu... kituo cha afya kipya, gari jipya, barabara zinapita huko, daraja limejengwa. Yote hayo tutaorodhesha, ila leo sio muda wa hesabu hapa. Nakumbushwa umeme wa REA na maji. Jana tumepokea mabomba makubwa, yaani marefu hadi mimi nikiingia ndani naweza kupita, kwa ajili ya kuleta maji hapa Mwakibete, kwa ajili ya kuleta maji Mbeya mjini. Dokta Samia oyee! Wana Mwakibete, lazima tuwe wa kwanza kuonesha kwamba tunatambua kazi nzuri ambayo Dokta Samia ameifanya hapa. Na leo nasema kwa kifupi, lakini hayo yote yawe yanatutuma, tunapowasikia wale wengine tuseme kwamba sisi kwa kweli hapa Dkt. Samia tushasema mitano tena, na tutampa kura zote Ayu. Ayu. Kwenye kura zote sio hoja tu ya kushinda kwamba oh, asilimia hapa ilikuwa ngapi, asilimia gani? Kwani huyo mwingine anayekuja kupiga maneno hapa kuna chochote alicholeta? Sasa leo hapa tunashangilia hii gari ambayo inaturahisishia sisi hapa wana Mwakibete kututoa Mwakibete kutupeleka kwenye hospitali yetu ya mpya kabisa ya Igawilo hospitali ya wilaya. Kwani ilikuwepo? Sasa jamani, kazi zote hizo kweli, mtu hapa aanze kunyang'anyana kura na mtu mwingine alafu tuanze kusema oh, hapa amepata asilimia themanini. Hizo ishirini umempa nani wakati hajawahi kuleta hata sindano hapa?